Binti mdogo huyu hana hesabu katika malazi. la yathbutu haqqul mabit lisaghira, mke yule mdogo ambaye hajati, hajabalehe yeye ha, hana haki ya malazi, hana haki ya malazi, mtoto ambaye haja. Kuna ndoa ambazo hufanyika kama hizo, yaani kama akiba, mtu anaweza anaweka, anaozeshwa binti ambaye hajafikia kwa sababu kubalehe kwa binti lakini haruhusi kukutana naye na mpaka atakapobalehe na atakapobalehe, ataulizwa tena ya kwamba ye ali anaridhia au haridhii kuwa mke wa huyu. Ikiwa ataridhia na apitishe, basi ndoa ile itakuwa imetimia kabisa, na hamna tatizo. Sasa huyu binti mdogo huyu hana hesabu katika malazi, yani wanawake wanapokua, kwa sababu ni mke wako, mke wako haimaanishi ya kwamba naye pia ana haki ya malazi, la. Alafu pia vilevile wala al-majnun, na pia mwendawazimu pia hana haki hiyo, anapokuwa ni mwendawazimu wala nashiza, au mwanamke pia ambaye ameasi mume wake hamtii mumewe, kwa mfano, amesafiri ametoka ameenda zake bila ruhusa, ametoka ndani ya nyumba na kufanya mambo yake nje ya nyumba yeye hana haki hiyo, bali hana haki pia huyu mwanamke ambaye si mtiifu kwa mumewe, hana haki ya kupata nini? Mm, yaani malazi hana haki, na chakula hana haki, na haki zote za mwanamke anakuwa anazikosa mpaka atakaporudi kwa utiifu wa mumewe. Na na pia mume anaposafiri hiyo haki inapotea inaisha hivyo tena, hawezi kumdai haki ile, kwa sababu hayupo msafiri, na si deni ati kwamba akirudi anakuja lazima alipe tena, asema wewe ulikuwa na siku yangu moja, ulikuwa ujanipa, basi utanirudishia, utanilipa. Ye akija anakuja na nini na dauri nyingine, yani anakuja anaanza upya. Zile siku nne, naenda kwa siku ya kwanza, naenda kwa fulani na ikienda siku ya kwanza fulani, anaenda siku ya pili kwa fulani, hivyo hivyo mpaka amalize wale wanne. Kwa hivyo hizo siyo haki ya, ya si kudaiwa wakati mume amesafiri.